Na serikali kwa mara nyingine imejitetea kufuatia kuendelea kujikokota kwa ujenzi wa bwawa la Thwake, ndoto ya wakazi wa eneo la Ukambani kupata maji karibuni ikiendelea kudidimia. Aidha, waziri wa maji Eric Mugaa amewataka wakazi wa eneo la Ukambani kuwa wavumilivu kama anavyoripoti Michael Mutinda. Waziri wa maji Eric Mugaa aliongozwa maafisa wengine katika wizara ya maji kuzuru bwawa la Thwake kaunti ya Makueni. Kulingana naye kujikokota kwa ujenzi wa bwawa hili kunatokana na taratibu za ujenzi wa mabwawa. Mugaa alielezea kuwa bwawa hilo litakalohifadhi lita milioni 666 za maji linahitaji uangalifu mkubwa wakati wa ujenzi ili kuepuka mikasa siku za usoni. Trakta ameanza kufanya kitu tunaita upstream face concreting. That is the last step towards completing the embankment wall. Kumaanisha ule ukuta sasa wa Thwake umeanza safari ama process yake ya mwisho ndipo za tuseme ule ukuta uko sawa na uko tayari kushikilia maji. Na licha ya waziri huyu kusema mambo ni shwari hapa, bado mradi huu unakabiliwa na changamoto ya fedha. Sasa ukihitaji shilingi bilioni kumi kukamilika kwa awamu ya kwanza, kulikuwa na issue ya Wakati huo huo, tume ya ardhi nchini NLC imeanzisha mchakato wa kupima ardhi ili kubaini ilipo mipaka ya bwawa hili na mashamba ya wakaazi. We'll kuna watu wa sehemu ya kwangu walichukuliwa sehemu yao moja, wakaachiwa part of their land, ilichukuliwa na nyingine ikaachwa. Sasa wamekuwa wakiuliza watapataje title deed ndio waweze kutumia hiyo shamba lao ilibaki bwawa la Thwake lina ukubwa wa ekari 1761 na liliathiri watu 439. Michael Mtinda, runinga ya Citizen Makweni.